Salimu katika jina la Bwana Yesu, ninakukaribisha kwa wakati huu tena mwingine tuweze kujifunza maneno ya uzima, habari za ufalme wa mbinguni. Na leo nataka tujifunze kwa habari ya neno hili uvuguvugu ni nini? Hili ni jambo ambalo nataka tukaliangalia katika maandiko matakatifu. Tuweze kulisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 16. Anasema kwamba na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika; haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ungekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi, kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Haya ni maneno ya Bwana Yesu ambayo aliandika kwenda kwa kanisa hili la Laodikia. Na kama jinsi ambavyo nimetangulia kukwambia, kwa habari ya nyakati saba za kanisa la Kristo, hii ndiyo nyakati ya saba ya kanisa la Kristo, na ni maneno ambayo Kristo ameandika kwenda kuwaonya watu wale ambao watakuwepo katika kile kizazi. Na kwa maana hiyo, kanisa la saba ni kizazi hiki ambacho sisi tuliopo na kama jinsi ambavyo nimekuelezea kwa habari ya kanisa hili la saba, kama hujapata kusikia ukuweza kusikiliza habari hii, basi ninakushauri rudi ukaangalie, ili kwamba upate kuelewa na kila ambacho hasa tunaenda ukizungumzia katika siku hii ya leo. Lakini kama hapa tulivyoweza kusoma katika mstari huu wa 16, nasema ya kwamba, basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Sasa nataka tujifunze kwa habari ya neno hili sasa kwamba uvuguvugu ni nini? Tukichukulia mfano wa kwanza, tukichukulia kwa mfano maji. Maji ambayo ni vuguvugu manake ni kwamba sio baridi wala sio moto. Kwa maana ya kwamba yamechemka kutoka katika hali ya baridi, lakini vile vile hajafikia kuwa moto, kwa maana yapo katikati. Kwamba ni vuguvugu. Sasa kwa mwanadamu ni kwa namna gani neno hili tunaweza tukaliangalia, au kulijua au kumtambua mwanadamu ambaye ni vuguvugu? Sasa uvuguvugu ni neno pana, najua kuna mahali ambako linaweza likatumika kumaanisha watu ambao katika kanisa wanakuwa ni watu ambao wanahudhuria mara moja moja, kwamba leo yupo, kesho hayupo, na katika mwenendo wao kanisani unakuwa ni wa kusuasua katika kila jambo na hawa ni watu ambao mara nyingi wamekuwa wakijulikana kuwa ni watu ambao ni vuguvugu vugu. Sasa hawa sio watu ambao wanaongelewa hapa katika maandiko matakatifu, kwa sababu watu wa aina kama hiyo walikuwepo hata katika kanisa la kwanza na la pili na la tatu na la nne na la tano na la sita sio tu la saba peke yake. Kwa maana hiyo siyo aina ya watu ambao wanaongelewa mahali hapa. Sasa mimi nataka tukajifunze kwa habari ya uvuguvugu kulingana na mahali hapa, jinsi palipoandikwa, ili tuweze kuelewa watu hawa ni wanamna gani, lakini uvuguvugu ni wanamna gani? Sasa basi, ili tuweze kuelewa, nataka tujifunze uvuguvugu katika njia hizi tatu au katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza kitakuwa kinahusiana na mafundisho ya maziwa kipengele cha pili kitakuwa kinahusiana na mafundisho ya mali, na kipengele cha tatu kitakuwa kinahusiana na mafundisho ya ushirikina au nguvu za giza. Katika haya aina tatu ya mafundisho ndiyo yanajumuisha neno moja linaloitwa uvuguvugu. Kwamba tukiweza kuelewa mafundisho haya ambayo yamekuwepo hasa katika kanisa hili la leo, kwa maana ya kwamba ili tuweze kuelewa nini maana ya uvuguvugu, lazima tuangalie hao ambao wameitwa au wametajwa kwamba ni vuguvugu. Kwa maana tukiisha kuwatambua, kwa maana jambo la kwanza ni kuwatambua ni wakina nani, jambo la pili ni kujifunza kile kinachowafanya kuwa ni vuguvugu, ambacho kimsingi ni mafundisho yao ndiyo hasa yanayowafanya watu hao wakawa vuguvugu, kwa sababu fundisho kama liko moto haliwezi kukufanya ukawa vuguvugu lazima itakufanya uwe moto. Na kwa maana hiyo, nataka sasa tukaweze kujifunza kutokana na watu hawa, ili tuweze kuelewa uvuguvugu huu uliokuwa unaongelewa mahali hapa, ambao Bwana ulimchukiza ni wa namna gani. Sasa katika siku hii ya leo, nataka tuongelee kipengele kimoja tu, kipengele ambacho ni mafundisho ya maziwa, na katika video itakayofuata itaongelea kwa pale mafundisho ya mali na itakayofuata ya tatu tutaongelea kwa habari ya mafundisho ya ushirikina na nguvu za giza. Sasa katika siku hii ya leo, tuende moja kwa moja tukaanze kujifunza katika kitabu cha Waebrania sura ya tano na ile sura ya sita. Tuanze sura ya tano, kuanzia mstari wa kumi. Hapa anasema ya kwamba kisha atajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake na ni shida kuyaeleza wamekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu; nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeza kupambanua mema na mabaya. Sasa kwa nini nimeongelea mafundisho ya maziwa? Bila shaka, baada ya kusoma mahali hapo, utaanza kunielewa ni kitu gani ambacho nilikuwa nataka kukimaanisha, kwamba kuna mafundisho ya aina mbili: mafundisho ya maziwa na mafundisho kama chakula kigumu. Tunafahamu kwamba maziwa ni chakula cha watoto wadogo au watoto wachanga, kwa maana ya kwamba kila mtoto mdogo huwa anaanzia maziwa, lakini baadaye anakuja kutumia chakula kigumu. Sasa jambo moja ambalo Paulo hapa analieleza kwamba alilishangaa katikati ya Wakristo kwamba ni muda mwingi umepita, bado wanahitaji watu hawa kufundishwa mafundisho ya awali ya Kristo, kwamba wao wenyewe walipaswa kuwa walimu wa mafundisho hayo, kwa kuwa ni muda mwingi umepita tangu waanze kufundishwa mafundisho ya namna ile au kujifunza mafundisho hayo. Lakini hata wakati ule Paulo, anaandika maneno haya, anasema ya kwamba bado ni watu ambao mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya Kristo. Sasa anasema ya kwamba shida yake ni moja, kwa sababu hayo mafundisho ya kwanza ya Kristo anaita kuwa ni maziwa, na mtu ambaye amezoelea maziwa, anasema ya kwamba hajui sana neno la haki hiyo ndo shida yake, hajui sana neno la haki kwa sababu ni mtoto mchanga. Lakini mtu ambaye anakula chakula kigumu, huyo ni mtu ambaye amezoezwa kupambanua mema na mabaya, anaijua haki. Ndio maana unaweza ukasoma katika mstari wa kumi na nne hapa nasema kwamba lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya chakula kigumu ni cha watu wazima. Sasa jambo ambalo alikuwa analishangaa Paulo mahali hapa ni kwamba ni wakati mwingi umepita, watu hawa sasa si watoto tena, ni watu wazima, lakini cha ajabu ni kwamba bado wanaendelea kutaka maziwa na si chakula kigumu. Lakini pia anaeleza ya kwamba changamoto kubwa ambayo amekumbana nayo wakati analeta hiki chakula kigumu kwa watu hawa ambao tangu waipokee Injili anawaona kuwa ni watu wazima anaona ya kwamba wamekuwa vivu wa kusikia, lakini zaidi wanachotaka ni maziwa na wala sio chakula kigumu, kwa maana ni watu ambao wanafurahia au wanatamani zaidi maziwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba ufunuo wote ambao wanaotaka watu hawa, huo unahusiana na maziwa, na hilo ni jambo ambalo sasa Paulo akasema ya kwamba kwa namna hiyo hawajui haki, kwa sababu bado ni watoto wachanga. Sasa hebu tuelewe kwanza haya maziwa ni maziwa gani alikuwa anazungumzia hapa. Tusome katika maandiko matakatifu, sura ya sita tanzie mstari wa kwanza, anasema kwamba, kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo, ili tuufikirie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wa kuwa na imani kwa Mungu, na mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na wafu, na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Haya ndiyo maziwa ambayo Paulo alikuwa anayazungumzia. Kwa lugha nyingine, maziwa haya ni mafundisho ya awali ya Kristo. Tunapozungumzia maziwa, siku zote ukumbuke ya kwamba ni mafundisho ya awali ya Kristo. Na ndipo hapo kwa nini anapoanza kusema kwamba kwa sababu hiyo tukiacha mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Anasema tukiyaacha mafundisho ya awali ya Kristo au tukiyaacha maziwa, tukaze mwendo ili kufikiria utimilifu, kwa kuwa ndiyo lengo, kwamba tumeipokea injili siyo tu kwa sababu ya haya mafundisho ya kwanza. Maanake ni kwamba ni sasa kwamba tumeingia kwenye safari ya kufikiria utimilifu, utimilifu wa mambo yote, hekima ya ufalme wa mbinguni, maarifa, lakini vile vile kwa habari ya mwenendo wetu. Sasa hili ni jambo ambalo sasa yeye anasema ya kwamba kwa sababu hiyo tukiyaacha mafundisho ya awali ya Kristo. Sasa anaposema tukiyaacha, maanake ni kwamba sio kwamba mafundisho haya tunayazalau kwamba tuyaache, hayana maana. Hapana, kwa sababu watu hawa wamekuwa wakitamani maziwa, basi anajaribu kuwambia jambo moja ya kwamba watamani chakula kigumu, au waweke maziwa pembeni, watafute chakula kigumu lugha nyingine, tuendelee mbele, tutoke mahali tulipo sasa, tuendelee mbele ili tulijue neno la Kristo katika ukamilifu. Sasa tuweze kuyaona haya mafundisho ya awali ya Kristo, kwa sababu ameyataja hapa. Naomba nirudie kusoma, nasema ya kwamba, kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo, ili tuufikirie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai. Hiyo ni kazi, hiyo ni fundisho la kwanza. Anasema tusiweke msingi tena wa kuzitubia, kwa maana ya kwamba kuna kazi ambazo zisizo na uhai. Hizi ni kazi gani ambazo hazina uhai? Kazi ambazo hazina uhai kimsingi ni matendo yote mafu, matendo yote ambayo yanampeleka mtu katika uharibifu na yanampeleka kuzimu, kwa maana uzinzi, ushirati, uwivi, uchoyo, usengenyi na mengine mengi hizo ndio kazi ambazo zimekufa, kama jinsi anavyoziita mahali hapo, kwamba kazi zisizo na uhai ndani yake, kwa sababu kila yatendaye hayo hana uhai ndani yake. Sasa anasema ya kwamba tukiziacha, tukiacha kuweka msingi juu ya kazi hizi, kwa maana ya kwamba tusiendelee kufundisha mafundisho hayo hayo kila siku. Sasa tuendelee, anasema kwamba tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu kazi nyingine ambayo ni mafundisho ya awali ya Kristo ni kuwa na imani kwa Mungu, ambayo yalikuwa mafundisho ya muhimu sana mpaka leo hii ya kumfanya mtu awe na imani kwa Mungu. Hayo ni mafundisho ya awali ya Kristo, jinsi gani ambavyo ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, lakini vile vile kumwamini Mungu kupitia watu mbalimbali ambao tunaweza tukajifunza kupitia kwao kama Ibrahimu lakini vilevile ukiendelea mstari wa pili inasema ya kwamba na wa mafundisho ya mabatizo. Mafundisho ya mabatizo ambayo yanahusiana na ubatizo. Kuna ubatizo wa aina ngapi? Ubatizo ambao ni sahihi ni upi? Ubatizo na napaso uweje? Umuhimu wa ubatizo na mambo yote yale, kipindi kile alikuwa na changamoto moja kuhusiana na aina ya ubatizo, kwa sababu ulikuwepo ubatizo wa Yohana, lakini vilevile ulikuwepo ubatizo wa Kristo. Unaweza ukaona changamoto hii jinsi ilivyomkuta Paulo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19. Lakini pia tukiendelea mbele, anasema ya kwamba na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Mambo haya matatu anasema ya kwamba kuwekea mikono wagonjwa, vile vile kufufua wafu, lakini vile vile kuhusiana na hukumu ya milele yote, yaani mafundisho ambayo ni ya awali ya Kristo ambayo kila mtoto anapozaliwa katika Kristo shariti afundishwe na yajue. Sasa hapa jinsi ambavyo ameweza kuielezea, yako mafundisho kama sita ambavyo ameweza kuelezea hapa. Fundisho la kwanza anasema ya kwamba ni kuzitubia kazi zisizo na uhai, lakini fundisho la pili ni kuwa na imani kwa Mungu, na fundisho la tatu ni mafundisho mabatizo na, na fundisho la nne ni kuwekea mikono wagonjwa, lakini pia fundisho la tano ni kufuliwa wafu na fundisho la sita ni hukumu ya milele. Hayo ndiyo mafundisho ambayo anayaita Paulo mtumishi wa Mungu ya kwamba ni mafundisho ya awali ya Kristo kwa lugha nyingine ni maziwa. Sasa, hayo ndio alikuwa na washauri watu hawa, ya kwamba tukiyaweka pembeni tusiendelee kuweka msingi wa kuendelea kuhubiri haya haya kila siku. Badala yake tuyaweke kando tupige mbio, ili tuweze kufikiria utimilifu. Kwa lugha nyingine, tuendelee mbele katika kumjua Mungu au katika kumjua Kristo, tufikirie utimilifu wa maarifa, lakini pia na mienendo yetu. Hilo ndo jambo ambalo Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa akiwaambia au kuwashauri wa Ibrania, kanisa ambalo lilikuwa limepokea Kristo lakini limekaa katika mafundisho hayo kwa muda mrefu, lakini zaidi pia walikuwa wanaendelea kuhitaji mafundisho ya aina hii, hii kila siku. Sasa hilo ndo jambo ambalo Paulo anawaambia kwamba watoke hapo waendelee mbele. Sasa nataka tuende mbele kidogo. Mstari wa 3 unasema ya kwamba na hayo tutayafanya Mungu akitujalia, kwamba tuendelee mbele kula chakula kigumu, lakini kadri Mungu atakapotujalia huko mbele ni basi tutaweza kuyafundisha. Lakini pia mstari unao unasema ya kwamba kwa maana kwa hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo wakaanguka, baada ya hayo haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsurubisha Mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Sasa hapa natolea mfano mwingine mtumishi wa Mungu yu Paulo, kwamba kwa watu ambao wamekionja kipawa cha Mungu, neno zuri ambalo linatoka mbinguni, kisha wakaanguka, baada ya hapo ni vigumu tena kuwarudisha. Kwa nini natoa mfano huu? Maneno hayo naweza sielewe vizuri, lakini najaribu kuongelea watu waliozoelea maziwa, kitu ambacho kitawakuta baadaye. Maanake ni kwamba watu ambao wamelionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, kwa maana ya miujiza, wakatenda miujiza, wamelionja neno la Mungu, haya ambayo ni maziwa kama jinsi ambavyo anayaita Paulo, kwa maana ya mafundisho ya kwanza ya Kristo anasema ya kwamba kama wakianguka kwa sababu bado ni watoto wadogo, maanake kwamba wakianguka katika dhambi kwa kuwa hawalijui sana neno la haki, haiwezekani kuwarudisha upya. Hiyo ndiyo hatari ambayo Paulo alikuwa anaiona katikati ya wa Wakristo, ambayo hata leo ni hatari kubwa mno. Watu walio kionja kipawa cha mbinguni wanayo maziwa wanajua kuelezea sana mambo haya sita, ambayo tumetoka kuiangalia, kazi zisiokuwa na uhai. Wanajua sana kuelezea imani kwa Mungu, wanajua sana kuelezea habari ya hukumu ya milele, lakini pia kuwekea watu mikono, kufufua wafu, kuombea watu wakatokwa na mapepo. Watu hawa Paulo anasema ya kwamba walioonja kipawa cha mbinguni, mpaka wakazitumia karama, wakiangua katika dhambi, ni vigumu sana kuwarudisha hiyo ndo hatari iliyo kwa watu hao kwa sababu wanamfedhehesha Kristo kwa nafsi zao kwa dhahiri. Lakini shida kubwa ni kwa sababu hawalijui sana neno la haki, hawataki chakula kigumu. Sasa tuendelee katika mstari wa saba, anasema kwamba maana nchi iliyoinywa mvua inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimo hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu bali ikitoa miiba na magugu hukataliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Chukulia sasa mfano huu wa mvua ambao anasema ya kwamba, nachukulia mfano wa shamba na mvua kwamba mvua inapokuwa inalinyeshea shamba lile, shamba linachipuka mboga kwa ajili ya hao ambao mvua imenyesha, ili kwamba mboga ichipuke kwa ajili yao wapate chakula lakini ikiwa mvua ile imenyesha na lile shamba likachipua miiba na magugu, nini ambacho kinaenda kutendeka? Manake linaenda kuteketezwa linaenda kuharibiwa lile shamba. Sasa shamba ni kanisa, kama jinsi Kristo alivyokuwa anasema shamba ni ulimwengu, lakini hapa nataka niende more specific kwamba shamba ni kanisa kwa watu waliolipokea neno, na mvua ni neno la Mungu manake haya maji yanayodondoka kutoka katika mawingu ni neno la Mungu litokalo mbinguni. Sasa hili neno la Mungu ambalo limekuja kwa hawa watu, badala ya hawa watu kumea mazao ambayo Mungu anayatazamia kwao, ikatokea kwamba wakamea vitu ambavyo havimpendezi, si makusudi yake, kama hapa jinsi ambavyo shamba hili linamea miiba na magugu, basi kwa lugha hiyo kwamba shamba hili lipo karibu na kuteketezwa na kuharibiwa, anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba kama kanisa ambalo linalipokea neno la Mungu limenyeshiwa kwa neno la Mungu ili kwamba limee kila ambacho Mungu anakitaka kwa maana ya utakatifu na ukamilifu, lakini watu hawa hawakuzaa yale matunda ya utakatifu na ukamilifu, maana yake ni kwamba kila ambacho Mungu ataenda kukitenda katika kanisa ni kuwaharibu watu wao na kuwateketeza, kwa sababu si mapenzi yake yakadhikazae shamba lake au kanisa lake miiba na magugu, au likazae watu ambao ni vuguvugu vugu. Kwa sababu anaposema ya kwamba miiba na magugu, maanake ni kwamba ni watu ambao ni vuguvugu vugu. Sasa hasana ambayo Paulo mtumishi wa Mungu aliiona na kama jinsi ambavyo leo hii pia naiona hata katikati ya kanisa leo ni ile ambayo anasema ya kwamba hawalijui sana neno la haki kwa kuwa ni watoto wachanga, wamezoelea maziwa. Sasa kama watu ambao wamenyeshewa neno la Mungu, lakini hawazai matunda kwa sababu hawalijui sana neno la haki, manake wanakoelekea ni wapi? Maanake watu hao wanakoelekea ni kuharibiwa. Ndicho ambacho wanakionya mahali hapa Paulo mtumishi wa Mungu kwamba watoke katika maziwa, waelekee na kula chakula kigumu ndipo watakapolijua sana neno la haki na kuweza kupambanua mema na mabaya, kwa kuwa ndiyo lengo la injili kwetu sisi kuweza kupambanua mema na mabaya na kuyaacha mabaya ili tuweze kushika mema. Na kwa sababu hiyo mtu aliyezoelea maziwa ndio yule mtu tunayemuita ya kwamba ni vuguvugu, amelionja neno la Mungu, lakini haijui bado haki, hawezi kupambanua mema na mabaya bado ni mtu ambaye ni mtoto mchanga. Hilo ndo Paulo, mtumishi wa Mungu alikuwa analizungumza. Na kwa nini sasa nimekuleta mahali hapa wakati tulikuwa tunajifunza kwa habari ya uvuguvugu? Bila shaka umeanza kunielewa, kidoti kimoja baada ya kingine, ya kwamba watu wa namna ile ni watu ambao ni vuguvugu vugu. Sasa turudi katika kitabu cha Ufunuo mahali hapa ambako katika kanisa ile la saba au kizazi hiki kinachoonywa kuhusiana hilo jambo, turudie maandiko ambayo tumetoka kuyasoma. Anasema kwamba na kwa malaika wa kanisa liloko loko Laodikia, andika haya, ndiyo nao yeye aliye Amina na shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Najua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi, kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa nini Kristo anasema kwamba nitakutapika na wakati anaongea na kanisa lake? Ndio kile ambacho Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa anakizungumzia kwamba shamba ambalo limekunywa mvua, maji ya mvua ambayo Mungu ameyanyesha, ili ya kwamba yaweze kuchipua mazao, lakini yakachipua miiba na magugu, basi shamba lile liko karibu na kuteketezwa. Na ndio maana kwa nini Kristo hapa anazungumza ya kwamba kwa kuwa wewe si moto wala si baridi, kwa maana hiyo Bwana Mungu anasema ya kwamba wewe ni vuguvugu vugu. Na kwa sababu ya wa uvuguvugu wako nitakutapika utoke katika kinywa changu. Manake kwa lugha nyingine ni shamba ambalo limezaa miiba na magugu, manake Bwana anasema ya kwamba nitaliharibu, nitaliteketeza. Hiyo ndo maana yake. Sasa unaweza kaona tena mstari huu unaofuata wa 17 anasema ya kwamba kwa kuwa asema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi Kizazi hiki ni kweli kabisa kwamba ni kipofu na uchi na maskini na wenye mashaka, lakini wao wanajiona kuwa ni matajiri kwa sababu tu wanayo maziwa haya. Wanaweza kuelezea kazi ambazo hazina uhai wa wanaweza kuzijua, lakini pia wanajua mafundisho ya imani kwa Mungu, wanajua kuwekea mikono wagonjwa, wanajua kufufua wafu, lakini pia na hukumu ya milele. Sasa wao wanajiona ya kwamba tayari injili tunaifahamu, na mtu ambaye anayafahamu mafundisho haya anaweza kahisi ya kwamba anamjua sasa Kristo, bila kujua ya kwamba hayo ni mafundisho ya awali ya Kristo. Hajasogea au hajakaribia kumfahamu bado. Sasa hiyo ndo kitu ambacho Kristo anakiongelea mahali hapa, kwamba uvuguvugu. Sababu ya kwanza ambayo, leo na hii tunataka tujifunze, inayofanya watu wawe vuguvugu ni kubaki kwenye mafundisho ya awali ya Kristo, maziwa na aliyokuwa nawaambia kanisa hili la saba, ambao tulitoka kuangalia kwamba ni walokole kimsingi. Mafundisho yao yako yote hapa yamelalia hapa, ni mafundisho ambayo yamejaa aina hizo sita za mafundisho ambazo tumetoka kuzisoma katika kitabu cha Waebrania. Na mafundisho mengine ambayo yanafuata sasa tutakuja tujifunze hapo mbeleni, na sio walokole tu, makanisa yote yaliyowatangulia hawa ndio wanaowafadhali sasa hilo ndio jambo ambalo anawaonya kwao, kama watu ambao wana bidii, lakini bidii yao bado haijatosha, hawajatoka katika mafundisho haya ya maziwa, bado ni vuguvugu. Ana maana hizo. Ukaona hata ufunuo ambao, au tuseme mjumbe huyu ambaye alipokuja na uamsho katika Azusa iliyotokea Marekani William Seymour, uamsho huu ulikuwa umeegemea kwenye karama tu, mafundisho ya kuwekea mikono mafundisho ya kunena kwa lugha karama tu za Mungu ambazo mafundisho ya awali ya Kristo ambayo alikuwepo hata kipindi kile cha kanisa la kwanza au kanisa la Waebrania. Kwa hiyo karibu kila kitu tunaweza tukaangalia kwa waokole. Watu ambao hasa katika wakati huu ndio unaweza kaona ya kwamba wana mbio fulani za kuelekea mahali, lakini jinsi ambavyo watu hao wanavyoonekana katika wakati huu na kinachoendelea kuzaliwa katikati ya makanisa haya ni kama tu jinsi makanisa mengine yalichokizaa ni miiba na magugu na ndo maana Kristo anawaonya kwamba tubuni, na ndio maana ninakuambia tena kwamba tubuni, kwa sababu kama hamtatubu, maanake ni kwamba kila ambacho mnakingoja ni ile saa ya kuharibiwa, kwa sababu shamba limejaa miiba na magugu. Huo ni vuguvugu ambao Bwana ameuchukia. Mwenye masikio na asikie. Amen.